Nashukuru na, na Mungu sana katika ngoma zote ambazo nimerelizi <laughs> sijai kupataga atakosa yaani, kwamba najua sijaipataga hiyo kambani, mimi kweli, ngoma inakuwa ai, haijafika sehemu kwa maybe katika pushing mwana kwa sababu every time nilikuwa na push myself unajua mm -hmm. Just pushing uh, pushing up unajua mm -hmm. Kwamba kazi iende, cause I guarantee yani, unajua kwamba mm -hmm. Na good flavors kwamba watu wote wanataka wasikie flavor kutoka kwa Chin Bees, so ilibidi ni push mimi mwenyewe watu wasikie hizo flavor. Lakini mwisho siku watu recognize kwamba yeah, Bees is here, Bees yupo. So, yeah. Kuna kitu tofauti to kwa Bees mi si sound kama mtu yote yeah. I'm just sounding myself okay, na nobody can sound like me mm. That's what I want cause na create, unajua it's all about creativity, unajua okay. This is me the music and this is a game, so uh, you better create, think heavy mind, mi na ubongo mi, mi mind yangu ni ya Nyerere, maindi yangu ni ya Bob Marley, so you better think of it. Kwamba mimi niko huko, yani kwamba hao watu yani, unaona kwamba ndo legendari kwako, mi ndo nafikiria kama so okay. s So, uh, unakujaje sasa? mwaka huu ya mwaka huu unakuja na album mm. Yeah? mm. album iko tayari, yaani watu watakuwa wasubirie kwa tu kwamba mm. bana Chin Bees kasha release pepeta. So, pepeta, it's a one song of album so nyimbo ya kwanza katika album inabidi kwanza usikie kwanza, ndo ni Pepeta. Yeah, na na still tutakuja ngoma nyingine hapa very soon, tutajua mm, kama itakuja trap tena au dance, cause album yangu mimi ilikuwa ina vitu vingi kwamba ina dance na trap na R&B, so matinga tofauti tofauti, matinga tofauti tofauti to ya fleet, unajua. Okay, yaani kuna yeah, tofauti kati ya matinga tofauti tofauti na matinga tofauti tofauti elite, unajua, mm. kwamba kila ngoma ambayo mbao mm utakao play, -hmm. huwezi uka next. so Okay. Pepeta ya kwanza, hizo nyingine zinakuja so wait for that, so Stopa unamfahamu? uh, Stopa wa Arusha na Stopa Rhymes alikuja na ngoma inaitwa style tatu, yeah. Akaimba tofauti kila kila verse ikawa na yeah, style tofauti sasa. Yeah, na wewe yeah, nataka nikupe challenge uh, yeah, kama sekunde 30, kila moja yeah, uniimbie kama u rap au uimbe na kama unafanya dance au pia ama ni kama ni kiitikio fulani tofauti chochote moja twa, moja uh, kwa sekunde kama 30 <coughs> au sio, na cook mm -hmm. Madude hatari, pumbavu huwez, Manalook, look, ndote legendary I'm on my way niko Kihaswe na pay niko siamini ku fail niko kule mama na pray niko, mwane nisije fail niko. Oh, matatizo kwenye soli na kaza buti kwenye pori jina langu na leo nambali jina langu na leo nambali eh, mimi na haso omwale mama sipige ukware ndio maana usiku silali mama eh. mama sipige ukware eh, mama sipige ukware, sipige ukware eh, mama eh, sura sura male uh, sura ya kazi kwenye pene juhudi, uh, zinipe salare, juhudi, uh, zinipe salare, ndoto zangu ziko pale sky bure stembei bure nitachimbizgula mali ye nitachimbizgula mali ye Okay, okay. Kwa jina la baba mwana nazwa eli mta wa rajin Bizi na flow hadis ya kato zomba po Tarisha wakili na kesa mada sirani rani slow Oh oh oh piga majungu nkutupa store rhymes ha zina washa kamsosi wakanji bai shwan ha na wa kashada na wacha dry Gen ha zaki yesa so salty kanai nai siopa hata fana kushuti kisha unadai meni kavacha kalecha heraz na wapekecha Chin kama devo mtoto mama kwangu takacha pakacha agecha hini ni mimba ya pacha level ni za moto mtoto mama unaweza kacho upewa kama dojo na stanza zimeweka kambi sikatiki kama mkojo na tisha kanyata zombi huni bambi sijiambi kwa skills kwangu tuko maweko roller mid range kwa speed utabaki nyuma rhymes zangu kama msiba sikikuto tangua kilio mizadi ya kwa turn back tunyona utawasha skia Chin Bees nifanye zuzu nichizike na penzi lako niwe zuzu. Baby, ii, Zuzu. Nichizike na penzi lako ni wezuzu baby. Ndege nimenasa ndani ya ulimbo wako, oh. Sitaki kutoka ndani ya mtego wako, oh. Nimeshajichimbia ndani ya safina lako wangatuwa ache na gharika la o kwavyo vyote siwezi kwacha upote wepeke eh, nona nikuna miwasho yangu yote eh, kote bara visiwa ni sijana kama wewe.

yeah, afuna hizo nyingine so you describe Chin Bees Chin Bees mi sio binadamu mwanangu I'm not a human you better know that I'm not a, hu I'm not a human me you better know that